Naam, warigeni mwana familia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Harmonize uh, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano alibahatika kufanya kazi na Grammy eh, winner. Unaweza kusema hivyo ama anaweza kusema mshindi wa tuzo ya Grammy. Hapa tazungumzia Mbe Nari ambaye huyu ni violinist ambaye ameshirikiana vizuri katika ngoma ya Finally na tunaona huyu ambaye ni mpiga vinubi au sio, bwana ama violent, ni kwamba aliwahi kushinda tuzo ya Grammy elfu mbili na tano kule nchini Marekani, na tuzo za Grammy hizo, maana yake ni kwamba iko ni tuzo yake ya kwanza. Kwa hiyo Harmonize ambaye pia ana ndoto ya kuchukua tuzo ya Grammy alishirikiana na msanii huyu Mr Benari eh, katika kutengeneza rekodi ya finally. Sasa finally ukitazama uh, okay, vizuri eh, ni kwamba ni ngoma ambayo kwanza ni inachezeka aus, lakini pia ni ngoma ambayo eh, kwa taarifa niliyopata ni kwamba ngoma hii imeweza kuchukua tuzo eh, imeweza kuchukua tuzo ambapo wanasema eh, African to the world best of 2025 music, ambapo ni Apple Music. Sasa eh, Apple Music ambapo, uh, wakaandika kwamba honored to be part of Africa to the world best of 2025 music on Apple Music. Kwa katika uh, upande wa Apple Music, au sio, ngoma hii imeweza kupewa heshima kuwa ni nyimbo bora ya mwaka 2025. 225, kwa hiyo kuwa part of the best eh, yani, kuwa part best of 2025 music maanake ni kwamba hii inamaanisha kabisa kwamba hii ngoma ni kwamba ni ngoma kali, lakini pia imeweza kufikia vigezo ambavyo kuna na vihitaji wenyewe. Kwa hiyo ni kwamba hapo hapo unazungumzia kwamba kuna ngoma nyingi sana ambazo zimetoka katikati, lakini katika mwaka huu 2025 unapoelekea tamati kwa muziki wenyewe, wanasema kabisa kwamba 2025, Africa to the world, kwamba Afrika sasa inaenda duniani kwa ngoma zetu pia zinasikilizwa duniani. Kumbuka, Apple Music huwa streams wa bongo tu peke yake. Apple Music wana stream hata watu walioko Ulaya, walioko Asia, walioko Marekani, au sio, walioko Australia. Uh, tunaona ni kwamba katika hayo mabara na watu wote wanaotokea hizo, eh, nchi eh, ni kwamba uh, wanasikiliza ngoma zetu. Kwa hiyo inaonekana imesikilizwa katika nchi nyingi sana. Yaani sio bongo tu imesikiliza katika bara, mabara Tofaut, tofauti achana na Afrika, nje ya bara la Afrika nimefanya vizuri. Kuna Mexico, kuna Brazil, kuna Marekani, kuna England, kuna Jamaica, kuna China, kwa hiyo hizo nchi eh, lakini pia kuna nchi ambazo zina high, au sio high CPM, au sio, yani ngoma hiyo ikisikilizwa kule, maanake ni kwamba msanii anatengeneza maukoto ya kutosha, tofauti na hapa East Africa, kwa sababu tunaangaliwa katika reti za hapa. E, wasanii wa kibongo bongo, kwa nini wasanii wa kibongo bongo mziki um, wao kidogo unaonekana kama uh, hawaufaidishi sana tofauti na wasanii wa magharibi? Ni kwamba um, wasanii wetu wengi wamekuwa e, wakiimba kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunaona Harmonize e, kuimba na Mile Benali kwanza kwa lugha ya Kiingereza kwanza inamsaidia kabisa kwamba kuconnect na mashabiki ambao wako outside the world, outside the Africa, kwa hiyo Uh, wale mashabiki ambao wako nje ya bara la Afrika maanake ni kwamba wanakuwa wanaelewa ni kitu gani ambacho eh, kinazungumzwa mule ndani. Lakini kingine ni kwamba wenyewe Apple Music mpaka ku recognize ngoma hii kuwa ni ngoma eh, kali mwaka huu 2025 maana ni kwamba imeweza kuzipiga chini ngoma hata za wasanii wa kale ambao wanaonekana kufanya vizuri. Kwa hiyo baada hivyo, eh, Konde Gang pia wakasema kwamba hii ngoma kwa hawana to be part of Africa to the world based of 25 music on Apple Music, Finally Harmonize akishirikiana na Mary Benari. Sasa, uh, tunaona pia huyu, Mary Benari, uh, ameweza ku, ku, ku comment pale emoji ya ishara ya moto hii kimaanisha kabisa kwamba hii ni ngoma kali, lakini pia ni ngoma ambayo imekutana e, na goats, yani greatest of all time. Hapa anazungumziwa Harmonize pamoja na mwanadada ambaye alishafanya kazi na Diamond Platnumz katika ngoma ya Baila e, miaka mingi sana sasa, tunaona mashabiki wamefurahishwa na e, kuona ngoma hii pia e, kupewa heshima kwa ni miongoni mwa ngoma ambazo zimefanya vizuri mwaka 2025. Mmoja akaandika number one song, Queen of Viral, no doubt, utajiview mwenyewe. <laughs> Kumbuka wasanii eh, mashabiki wanaasira na mashabiki mashabiki, eh, mashabiki wanaasira na wasanii eh, pengine kama anajua huyu mwamba eh, kubwa kubwa eh. Mwingine akaandika Bombo Clart, this is Tanzania one, hongera eh, sana kaka Konde. Mwingine akasema Bombo Clart. Mwingine akasema eh, amna kitu hapo eh. Mwingine akaweka fire eh. Mwingine akaandika hii e, ni kali zaidi. Kwa hiyo uh, tunaona ngoma hii pengine labda wengine wanaweza kusichukulie kwa ukubwa, lakini ni kwamba ngoma hii iliweza e, kufanywa vizuri sana. Kwanza kabisa e, ni ngoma ambayo ni ya tofauti, yaani saundi yake ni ya tofauti kabisa, au sio bwana? Ni, ni tofauti na zile saundi za mapiano kama zilizozoeleka e, ni saundi ambayo kiukweli ni, ni, ki e, ni tofauti kabisa na wameweka ladha tofauti tofauti. Kumbuka hapa Harmonize anayeimba afro afro kaimba anaweza, afro, afro, afro kaimba anaweza kuimba amapiano, anaweza kaimba Bongo Fleva e, kwa hiyo anakutana na mtaalamu wa vele huyu. Mwanadada ni hatari sana, na ameweza kusaidia pia hata Kanye West, pia kushinda nai tuzo e, kwa hiyo tunaona Harmonize ngoma hii ambayo inaenda kujina la Finally, and ilikuwa ni miongoni mwa ngoma ambazo zilikuwa recognized katika tuzo za Grammy, kwa, kwa bahati mbaya haikupita, lakini ukubwa ngoma ni mkubwa sana kwa sababu tunaona kama ameweza kuweka rekodi hii kwa basi, mwakani ngoma inazidi kuwa eh, streams katika Apple Music. Hii itamsaidia pia Harmonize kuheshimika nje ya bara la Afrika kwa sababu tunaona wenzetu Uh, wanatunyima kolabo kwa sababu tunaona katika hizi digital platform tunapoa sana, yaani tunazichukulia poa. Sasa unakuta msanii kama Guna ama Drake anaangalia mtu uh, Apple Music ana streams ngapi, Spotify ana streams ngapi, Audiomack ana streams ngapi, Boomplay, japo mpnisio sana. Kwa hiyo tunaona hizo, hizo, hizo digital platform zinambeba msanii E, katika kutengeneza legacy yake nje ya mipaka ya Afrika lakini pia hata lekolebu za uko mambele, nikizungumzia Marekani na Uingereza zinatazama huyu msanii ana influence gani katika hizo digital platform, kwa sababu tunaona ni solo artist kama Harmonize hii kufanya kazi na huyu mzungu kwanza wanajua mzungu lakini pia akifanya kazi ne wngine wanapata tarifakwamba amefanya kazi na mtu flani. Hii ina na wale watu wa karibu ambao wanamtrust iari, lakini pia collab na wasanii wakubwa nchini Marekani, lakini nakumbuka uh, amefanya kazi na wasanii kama kma bsh, mefanya kazi na katha, katha shumude, mefanya kazi na miss Bantu, eh, lakini pia Uh, tunaona hii sasa inaweza kumfungulia pia dunia nyingine na kama akitumia fursa hii vizuri basi anaweza kupenetreti kimataifa na kuwa miongoni mwa wasanii ambao kiukweli wana, eh, wana mvuto hasa kwenye digital platform. Unakuta kuna wasanii wengine kwenye digital platform wanakimbiza sana, lakini tofauti na YouTube. Kwa hiyo tunaona kwa Harmonize hapa ametisha sana. Dondosha maoni kisha na subscribe.